Je, kuna uwezekano wa kushika ujauzito bila kufanya mapenzi aiza sex? Yes, inawezekana kabisa kwa sababu saa hizi maendeleo ya sayansi na teknolojia yameenda mbele zaidi. Kwa hiyo kuna njia tofauti ambazo mtu anaweza akatumia kupata ujauzito bila kufanya mapenzi aiza seksi Hivyo sio kila unayemwona ni mjamzito unajua lazima amefanya sex. Hapana, kuna njia tofauti ambazo naenda kuzieleza hapa chini ambazo unaweza ukapata ujauzito bila kufanya mapenzi. Hizi njia zinafahamika kama assisted reproductive technology. Ni njia ambazo ni za kiteknolojia zaidi, ambayo teknolojia inakusaidia ili wewe kupata ujauzito. Njia ya kwanza inafahamia kama intrauterine insemination, kwa kifupi inaitwa IUI, ambapo hii njia ni kwamba mbegu ya kiume inaingizwa kwenye uterus kupitia catheter, ambapo inawekwa hasa kwenye siku zile za ovulation, kwenye siku ya ovulation. Kama mwanamke na shida ya ovulation, basi unaweza ukapata dawa ambazo zinasaidia pevushaji wa mayai ambapo kwenye siku ya kupevushwa kwa mayai ile mbegu inaingizwa kwa njia ya katheta kwenye uterus ili sasa iweze kurutubisha lile yai. Baada ya hapo, basi urutubishaji unatokea na mimba inaendelea kukua vizuri kabisa kwenye uterus. Njia ya pili, njia ya pili ni IVF, yani in vitro fertilization njia ambayo imekuwa ni common sana kwa nchi za wenzetu, yapo hata hapa Tanzania kwa sasa inapatikana kwa sasa. Hii njia mara ya mwisho nisikia gharama yake ilikuwa ni milioni kumi na nne kufanya hivi. Hii ni kwamba hasa mbegu ya kiume na yai vinachukuliwa vinapelekwa kwenye maabara ambapo vinakutanishwa, na baada ya hapo urutubishaji ukisha tokea ya lile yai inaingizwa moja kwa moja kwenye uterus ya mwanamke kwa ajili sasa ya kukua. Manaake hii inafanyika kwenye lab. yai na mbegu vyote vinafanyika kwenye lab. baada ya hapo, vinaingizwa kwenye uterus kwa ajili ya kukua, ambapo hapa kuna dawa ambazo utapewa ili kufanikisha hilo swala. Kwa hiyo hizi njia mara nyingi ni common kama mara kumeshindwa kushika ujauzito kwa njia ya kawaida. Kama una uwezekano wa kupata hiyo njia basi jaribu. Kama umejaribu njia tofauti umeshindwa, fanya hivyo kwa namna hiyo, inaweza ikakusaidia kupata mtoto wako vizuri kabisa na ukafurahia. Usisahau kutufollow, kusubscribe channel yetu ili kujifunza mengi zaidi kuhusiana na afya ya uzazi na mimba. Asante sana.